Sifa kwa Yesu Kristu, yeah. Wanaume <coughs> mimi nimesimama hapa mbele yenu kwa niaba ya watendaji ya, ya UWAKA parokia. Leo ni siku nzuri sana, ni baraka kwamba tukae pamoja siku ya leo kyetu kama waaukia, ni mshukuru Baba Haroko wa kukubalia kufanya shughuli yetu siku ya leo, lakini ni mshukuru na Badri Baba Mnyama, viongozi wa ibada yetu ya leo, na ni mshukuru tena Baba Austin kakwisha

lakini baba paroko alielezea tuseme shughuli yetu itakuwaje. Basi hapa tunachokifanya, tutakuwa na vitu vichache kwa ajili ya kuanza makondo rasmi. Sasa tulikolea shilingi milioni kumi na tano ama wanauwaka, lakini leo katika matoleo yetu tumetoa cheki ya shilingi milioni mbili hamsini ya ndoa. Tukasema vijana, au sio? Tuna vijana kama watali waliotiliza miaka hamsini ya ndoa na wasichana wao miaka hamsini azaii, lakini kwenye ujia ishirini na tano, hamsini, sabini na tano, mia kama mauka kidogo asii. Kwa hiyo hao vijana na wadada kwa msingi sio ya ee, kuzaliwa ya ndoa sio kama tayeo eh, sio ya kuzaliwa, maana sio msingi wa kitu kitu ya ndoa. Sasa unjua hapo, na wako wamekaa kwa kile kitu ambacho wanangaa wao, wanataka kuacha, wana zawadi na familia zao na hapo, lakini tuna watu ambao wako hapo hapo, tumekuwa tunashiriki kwenye sehemu mbalimbali ndani ya familia yetu, kwa hiyo na tunawatambua.